Sula zilizokunjuka naona kucheka, kufurahiana. Nawambieni wananchi, mimi nimetoka kwenye madhehebu mbalimbali, sijawahi kuona kiongozi hayupo alafu hapo mahali pana furaha ya kiwango cha juu, pana adabu ya kiwango cha juu. E, sijaona kitu cha aina hiyo, sijaona, sijaona. Lakini hii namna ambayo muko naishi kuna kitu ambacho sasa kimegeuka, e, sio dini kama dini, ni aina ya maisha, yani ni aina bora ya maisha, ni namna bora ya kuendesha maisha ambayo yanamfaa mwanadamu aliye nchi yoyote aliye mkoa wowote aliye kwenye tamaduni za aina yoyote. Mungu awabariki sana. Na sijajua wakati mwingine mnapenda tu kusikia, lakini huwa tunaona mnaokuwa hapo na walimu na wahubiri wanaokuwa hapo, huwa anakuwa kwenye flow kubwa sana ya kuleta uamsho mkubwa kwenye mioyo wakati mwingine tunaonaga kuliko sisi ambao tunakuwa katika mazingira kama haya lakini ukweli ni kwamba wakati mwingine unaweza mkawa mnaona tunakatisha kuongea hatutaki tuna, kuongea muda mrefu kwa sababu hata sisi tukikaa hapa tunaona injili inayoendelea namna watu wanavyopokea nasema ile ile siiendelee tu hiyo kiendelee tu hiyo, lakini nawe pengine tu jambo moja la la maandiko ni kwamba kama mahubiri ya mchungaji wetu Alune bavyo ameendelea nasi. Muone rafiki yangu hapo. Ah, sawa Sawa mchungaji, nimekuona, nimekuona, nimekuona mchungaji, na usipati shida, ni nisikuinue mtu, mtu mkubwa sana, ni mtu mkubwa sana, kuheshimika, utakiwe kuinuliwa kwenye kiti ulipokuwa umekaa. E, lakini kama fundisho ambavyo limeendelea la maombi, inaweza kuubadili upepo Meri hapa najaribu kazia na wengine amendao kazia na mimi nishiriki sehemu, kwamba upepo unaobadili hautoki tu upepo mzuri kuja mbaya, hautoki tu upepo mbaya kuja mzuri, unaweza kutoka upepo mzuri na ukaja mbaya zaidi, na ni maombi hayo hayo ayoubadili upepo kimsingi, hata kama tunataka ukombozi utokee, eh kitu kipya kuzaliwe ndani. Wote tunafahamu mtoto anapozaliwa pana kuangaika kwa mama mjamzito kwa miezi tisa, maangaiko magumu sana, lakini ule wakati wa mwisho kabisa, wakati wa mwisho kabisa, sasa mtoto anataka kutokea kitu kipya kinaenda kutokea. E, upepo huwa unabadilika sasa. Pale maombi pale yanaleta mabadiliko ya upepo, panakuwa na jambo gumu sana, ambao ni roho mkononi kwa mama mjamzito na watu walio karibu naye, inakuwa ni roho mkononi, ambayo hicho kitu kipya kikitokea basi kila mmoja anakuwa amefika mara, hata pengine amesha laani hata kwamba hicho kitu, naomba hata kisitokee kabisa, kuliko hiki ambacho na kifesi hapa kwamba kinaenda kutokea. Nadhani akina mama na vijana ambao wamekaa karibu na akina mama ambao walijifungua wanafahamu hii kwamba, akina mama wanapozaa wakati wa kuzaa ule mara nyingi wapo ambao wanasema yani hata mtoto sina haja naye, hata kama alimtarajia kiasi, hata kama alimhitaji alimuhitaji kiasi gani. Nakumbuka binti mmoja, dada mmoja kwetu, kulikuwa alikuwa anaitwa kwe Sioni, alipata mimba katika mazingira ya kuto kujua. Baadaye anapojifungua kaanza kujirusha, napanda juu, anarusha anajirusha, anasema mimi niliambiwaga watoto anaokota chini ya jiwe kumbe. Watoto ndio hivi? Kama ndio hivi, simtaki tena, hata huyo mtoto simtaki tena. Mali kwenye ngazi anajirusha chini, mpaka mtoto anakuja kujifungua, mtoto alikuwa ameshakufa. Lakini yule Sioni akasema, ukweli, watoto kama wanapatikana hivi, aliyekufa sawa na sihitaji tena huyo mtoto aje, nije niwe naye, sitaji tena kwa hiyo eh, tu, tunaendelea kuomba pengine, tunataka sasa mtoto azaliwe haraka, na mwisho wa siku tunaingia kwenye uchungu ambao tunaahirisha kwamba eh, hey, basi asizaliwe, mwache tu apumzike, abaki huko huko, huu uchungu ukome. Kwa hiyo nipate kushare uh, maombi yanaweza kubadilisha upepo. Tufahamu, pengine upepo unavyobadilika ni kitu kipya kinazaliwa, na kama kuna kipya kinazaliwa, huenda kunaweza kukawa na, eh, kukawa na tukio jipya pia ambayo maombi hayo, kwa sababu maombi tumesema ni, yana convert wakati yanaoleta, yanalileta tukio la mwaka kesho lifanyike leo, tukio la miaka elfu moja baadaye lifanyike leo. Wakati tunavyoweza kuomba sana, huenda upepo unaweza ukabadilika, unaweza ukaleta hukumu kubwa sana. Lakini kwa vyovyote vile, utakayejaliwa kuomba Mungu akupe neema ya kuomba kwa nguvu zaidi, katika hali yoyote ambayo tutakuwa tukiifesi, hali yoyote tutakayokuwa tukikutana nayo na tukaliri kabisa ukweli wa fundisho hilo kwamba maombi ubadili upepo, na ya kwamba anaweza akabadili ukaja mbaya zaidi, kubwa zaidi, umu zaidi, wa kisulisuli kama ule wa Elia unaopasua miamba, na Mungu akawa hayumo. Ni Mungu anatokea upepo unapasua miamba, lakini Mungu hayumo. Kuna wakati mwingine ulikuja upepo, Mungu akawemo. Watu wakasema, Musa ongeaga na Mungu, tumegundua ni mwenye nguvu sana, ongeaga naye mwenyewe. Kwa hiyo upepo aina yoyote, ama upepo ule wa Elia kwenye kile kitabu cha Wafalme ulikuwa ni maandalizi ya kwamba Mungu yuko pale e, lakini ni upepo ambao ulimkuta mtu mwenye upelewa mzuri yalimkuta yali mtu mwenye uelewa mzuri. Pepo unapasua miamba unayo ladi napasua miamba e, kujua kwamba Mungu, kwa sababu mi na wewe nadhani, eneo hilo la maombi, mi najua mi na wewe tungekimbia pale, inawezekana kabisa tungekimbia pale. Nataka i nione ilo andiko, nione ilo andiko, nione ilo andiko iweze kulisoma hilo andiko. Naomba ukiliona hapo mni, ukiliona hapo mnitajie Wafalme ya kwanza ngapi? kumi na tisa mstari wa ngapi? mstari wa kumi na moja sindio? Wafalme kumi na tisa mstari wa kumi na moja sasa asema, Ukasema toka usimame mlimani mbele za Bwana. Tazama Bwana akapita, sio shetani akapita. Hapo ndo ameomba maombi Mungu atokee, sio shetani akapita. natazama Bwana akapita, upepo mwingi wa nguvu ukaipasua milima, ukaivunjavunja miamba mbele za Bwana, lakini Bwana hakuamu katika upepo ule. Na baada ya upepo ule sasa na baada ya upepo ule, tetemeko la nchi, lakini Bwana akuwemo katika tetemeko la nchi hiyo. Na baada ya tetemeko la nchi kukawa na moto, lakini Bwana akuwamo katika moto ule. Na baada ya moto, sauti ndogo ya utulivu. Sasa jambo ambayo nimetaka tushare hapa ni kwamba amesimama ni mbele za Bwana, anayepita ni Bwana, lakini Bwana hayumo Swala ni kwamba anayepita ni Bwana lakini ufafa, ile, ile, ile jambo anaye ufafanuzi wa jambo ambalo sasa Elia atachukua hatua gani, ule ndo pale Mungu, kuna, kuna, kuna, kuna vitu ambavyo kuna introduction anazopeleka kwa Elia kwamba hivi ndo nakuja hivi. Yani, yule alikuwa ni Bwana, kwenye upepo ule wa kwanza alikuwa ni Bwana kwenye tetemeko alikuwa ni Bwana, kwenye kwenye kwenye kwenye moto alikuwa ni Bwana, lakini zilikuwa ni introduction ya ninavyokuja kuongea na wewe, au ndo washenga hivyo, nakuja hivyo hivyo, nakuja sasa. Mimi na wewe, Bwana atakapokuwa nakuja kusema na sisi na kufanya jambo, akija na hizi staili sasa, tumemuomba <laughs> Eti baba Joli hapo <laughs> aje na moto moto kabisa <laughs> aje na moto, upepo unapasua miamba. Mimi na wewe, nadhani maombi yetu tunaweza tukaona ni ya kishetani na tunayemwomba ni shetani, na huyu shetani, huyu shetani ametusikia na kuna kitu anataka kutuumiza kweli kweli, kwa nadhani hapo kwenye maombi tunaweza tukakimbia tuka, tuka na kuyalaani sana nayo maombi, lakini na ukweli ni kwamba, au ni washenga wanaonyesha Bwana anakuja nyuma. Kwa naomba sana katika kuomba kwetu, kwa, tukiomba e, Mungu anapotuma washenga kama hii hali tunayoendelea nayo, basi tuendelee kuomba tunajua, na inawezekana kabisa yupo nyuma anakuja na sauti nyororo tulivu itakayotoa maelekezo ya Elia ufanye nini ama sisi tufanye nini, kwa sababu ya nyakati wakati na mustakabali wa nini kitakuwepo, maisha ni mwetu, sawa na lengo lake la milele kutufanya tuwemo duniani. Mungu awabariki sana. Nitakuwa na shaka kidogo, kwa sababu kama nilivyoambia, natamani sana hata mimi niwe nina ninapata chochote, kwa sababu hapo pana hamasa kubwa sana. Karibisheni Mama ndaji, hapa watu waroni sana hawa, ambao nataka tumege chochote kutoka kwao <laughs> uh, chuma chuma. Nalipata vizuri eh? Haiki mnatima zote. Hiki inakuwa oni, hiki inakuwa oni. Eh, baiki ya baba Mwangosi. Ah, yeah. Nashukuru okay. Na Mungu sana anaelezea mzee hapa, nimekielewa sana naposema kwamba kwenye ule upepo au kwenye ule moto Bwana hakuwemo, lakini Bwana alikuwemo. Ilikuwa ndo intro. Nimeelewa sana hapo kwamba vinaweza vikatokea vitu vizito na vikubwa kwenye maisha yetu, tukakata tamaa ya kuomba tukijua Bwana hayumo, kumbe yuko nyuma anakuja. Hiyo yako mazingira mengi ambayo yanaweza kutuvunja moyo, matukio mengi makubwa kama yakatuvunja moyo, lakini tunaisubiria sauti zake siku hata katika maumivu. Nimeona meli hapo amefundisha uh, kwa ustadi sana, kwa sababu ya mazingira kwa sababu ukishaujua upande mmoja usipo ujua upande mwingine wa pili, imani inakuaga juu, lakini ukishaujua upande wa pili unakuchekecha wote huku huku, unajikuta kabisa, lazima uwe mwalimu mzuri. Kwa hiyo Mungu ambariki sana sana sana, na amesema mzee hapa kwamba kuna hamasa ambayo inatokea hapo. Nimefurahi nilivyomwelekeza Andrew, baba yangu hapo leo alikuwa ila mimi nilipokuwepo alikuwa mwendo <laughs> kasi kwe, alinikimbiza kweli. Nashukuru Mungu sana kwa sababu ya mwalimu kuendelea kuwafundisha na kusimamiana kwa hamasa na kicheko. Mithali sura ya ishirini na mbili mstari wa saba mithali sura ya ishirini na mbili na mstari wa saba unasema kwamba sio mithali, Zaburi, Zaburi. So, inasema kwamba wote wanionao hunicheka sana, hunifyonya wakitikisa vichwa. Sema umtegemee umtegeme Bwana na amponye na amwokoe, sasa maana apendezwa naye. Nazungumza kashfa nyingi ambazo tunazipikia na watu wanaweza kawa, naongea kwa wakati kama huu tulio nao, kwa sababu ni wakati ambao unakuta mwanadamu wanakuwa na sauti tu za kutosha saizi Mbarikiwa naye amekimbia bwana amekimbia saikuwa nataka kufa kwa hiyo, <laughs> unaangalia mazingira unasema kwamba sisi kufa tuko tayari ila hawezi kutoka kwenda barabarani kugongwa ai kwa sababu unataka kufa yako mazingira kwamba siwezi nikaogopa kufa kwa sababu ya kukataza ubaya ubaya nitakataza na nitaendelea kusema vibaya, kwa sababu shetani analeta matisho ili tuache kuzungumza mema. Anataka tuendelee kupamba ubaya, ndio maana analeta vitisho. Tukisema tuko tayari kufa, ina maana niko tayari kubadilishana maisha yangu mimi na huu wema, ila sio kwamba nitaondoka hapa naenda barabarani nikagongwa na pikipiki au nikagongwa na gari. Tunakosema tuko tayari kufa, si ndani, vidonge vyenyewe vipo Tukiwa tayari kufa tuweza tukavichukua hata hiyo vidonge, tukanywa. Lakini unakuta kwa nini hatuchukui vidonge o tukanywa? Kuna mazingira mengine, Mungu akikwambia unaondoka, kwa sababu ukisema siondoke na ukafa, unakuta hiyo yote inakuwa ni mikononi mwako. Ndio maana nilizungumza siku ile, nikasema kwamba tunaomba ili kusikia, kusikia sauti sahihi itakayotuongoza kufanya kwa usahihi kwahiyo mimi nasema katika mazingira haya mengi tulio nayo magumu mabaya basi wote wanaotuona watacheka na watatikisa wata vichwa wengine watafyonya kwamba mungu wenu yuko wapi lakini ni heri watikise vichwa kwa sababu tunamwabudu mungu kwa sababu hata wanaokunywa pombe hata sisi tunatikisa vichwa hakuna mahali ambako hatuwaonei wao wanatuonea huruma na sisi huruma. kwa hiyo ni heri nikaonewa nikiwa natafuta kufanya jambo lililojema, kuliko nikawa naonewa huruma huko nikiwa nafanya jambo lililobaya. Basi Mungu awabariki sana sana sana. Uh, kwa ibada hii nafikiri tuko hapa, wangoja wa baba zetu na mama zetu, mwendelee kufundisha. Tumekaa chini na tuko chini ya miguu yenu, tuendelee kupata hekima kutoka kwa Mungu. Tumishi Petro, hapo Mungu akubariki sana na watumishi hapo uh, kina mtumishi Zawadi Maibako, Mungu awabariki uh, sana kujitoa. Nikitaja wachache sio kwamba si wote, naweza nikataja wote, lakini nataja tu kwa niaba. Baba baba mwangozi, eh, mwanaharakati huyo, nimetwani kumsikia siku kimpanga, utaniambia ili nimsikie kidogo, mwana falsafa. Nafikiri umenipata vizuri.